Biblia ni neno la Mungu, ni Mungu akiongea na wanadamu. Biblia inasema kwamba hakuna aliye mtakatifu, hakuna hata mmoja. Wanadamu wote walitenda dhambi na wakapungukiwa na utukufu wa Mungu, na mshahara wa dhambi zetu ni mauti. Kwa hivyo, kulingana na Mungu akituangalia zote, anaona watu ambao ni mauti. Tunaweza kuuliza Mungu swali, dhambi ambao umesema wanadamu wametenda ni dhambi gani na tumetenda lini? Ikasema kwamba Mungu aliumba mbingu na kila kitu huko mbinguni, akaumba hii dunia na kila kitu hapa duniani, na akaumba mwanadamu wa kwanza ni Adamu na Hawa, na akaweka katika shamba ambao aliita Edeni. Hapo akawabariki akawaambia, wasane wajase dunia, na akawapatia mamlaka juu ya wanyama wote na kila kitu hapa duniani, na akawaambia kwamba matunda yote katika shamba la Edeni wanaweza kula bila wanataka isipokuwa matunda ya mti mmoja ambao unatofautisha wema na ubaya. Aliwaambia ya kwamba ile siku watakaokula haya matunda watakufa. bila sema kwamba walikula matunda hayo kinyume na mapenzi ya Mungu. Swali langu ni hili, na hiyo siku waliokula matunda hayo walikufa au hawakufa? Wacha niwaambie ya kwamba kifo ni aina mbili. Kuna kifo cha kwamba, kwanza ambacho ni wakati e, roho ya mwanadamu na mwili wake zinatengana, kwa sababu ya uzee, kwa sababu ya ajali, kwa sababu ya kuuliwa au njia e, ingine ile ambayo inafanya mwanadamu e, uwai wake unaenda inaitwa kifo cha kimwili. Yani katika kifo cha kimwili roho ya mwanadamu na mwili wake zinatenganishwa, na kuna kifo aina ingine, ni kifo ambacho kinakuja kwa sababu ya roho ya mwanadamu kutenganishwa na roho ya Mungu. Hiyo ilikuwa kwa sababu Mungu aliweka roho yake ndani ya Adamu na Hawa baada ya kuwaumba, au kuweka roho yake ndani ya wanyama au vitu vingine, lakini aliweka roho yake ndani ya Adamu na Hawa na Hawa, na akawaambia ya kwamba ile siku atakaokula matunda hayo hakika watakufa, alikuwa anamaanisha kwamba kwa kila matunda hayo roho wa Mungu ataondoka, atoke katika roho ya mwanadamu. Kwa hivyo kutenganishwa kwa roho ya mwanadamu na roho wa Mungu ni kifo kingine ambacho ni kinaitwa kifo cha kiroho. Yaani kifo cha kiroho ni kutenganishwa kwa roho ya mwanadamu na roho wa Mungu. Na hivyo ndio ilikuwa, kwa sababu baada ya eh, Adam na Hawa kula matunda, waligundua ya kwamba walikuwa uchi. Kwa nini walikuwa uchi? Ni kwa sababu roho wa Mungu alitoka katika roho sawa, yaani kukawa na matengano ya roho ya mwanadamu na roho wa Mungu. Kifo cha kiroho kikaonekana nao kutoka mahali pale. Unajua ya kwamba kama hauna roho wa Mungu, auwezi ukajua mapenzi yake na nauwezi ukatenda mapenzi yake. Ndipo sasa wakaingiliwa na roho wa Shetani, ambao ndiye aliwadanganya wakala matunda naye. E, tunaona kwamba Kain ali aliona aliona ndugu yake ya dhabihu yake imekubalika lakini yake haikukubalika, na akamuua. Tunaona kwamba wa wakati wa Nuhu wanadamu walikuwa na dhambi nyingi sana kiasi ya kwamba Mungu alikasirika akaangamiza dunia na maji kwa sababu ya nini? ya dhambi. tunaona wakati wa eh, Sodom na Gomora watu wengi walikuwa na hiyo dhambi ya huko Sodom na Gomora dhambi ya homosexuality, na Mungu akaangamiza miji ya Sodom na Gomora na moto kwa sababu ya dhambi zao. ni kwa nini? angeweza kutenda mapenzi ya Mungu, angeweza kujua mapenzi ya Mungu kwa sababu roho wa Mungu aliwacha lakini kwa sababu Mungu ni wa upendo, alimtuma malaika Gabrieli kwa mama anaitwa Maria, akamwambia kwamba amebarikiwa na atazaa mwana atakayemwita Yesu Kristo kwa sababu atakayokoa watu kutoka kwa dhambi zao. Maria aliamini maneno ya Mungu kupitia kwa malaika na akapata mimba, akazaa Yesu Kristo. Tunaona kwamba Yesu Kristo alizaliwa na roho wa Mungu, kwa hivyo alizaliwa akiwa na roho wa Mungu. Lakini wewe na mimi tulizaliwa na wazazi wetu tukiwa hatuna roho wa Mungu tukiwa tumekufa kiroho, kwa sababu hatukuwa na roho wa Mungu. Tulimpotesa wakati eh, Adam na Hawa walikula matunda pale eh, katika shamba la Eden. Tunaona kwamba sasa Yesu Kristo alitolewa kama dhabihu dhamio na Mungu ili tukaweze kusamehewa dhambi zetu, na aliweza kutandikwa msalabani, alikufa na akasikwa, na siku tatu akafufuka. Tunaona kwamba tunaonakwamba alipia ngarama gharama ya dhambi eh, zetu na laana zetu, kwa hivyo sasa yeyote anayemwamini huyu Yesu Kristo ana uzima wa milele yaani, Mungu anataka tumwamini Yesu Kristo ndiposa tukasamea dhambi zetu tukaondolewa laana zetu na tena tukarudishwe katika uziani wetu na Mungu. Kwa hivyo mtu yeyote yule akimwamini Yesu Kristo anapata uzima wa milele, anazaliwa mara ya pili. Roho wa Mungu ambaye alikuwa ametuacha anaingia tena katika roho yake, na tunasema kwamba amezaliwa mara ya pili, anakuwa na Roho wa Mungu anakaa ndani yake anaitwa mtoto wa Mungu, anaitwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo sasa ninakuomba wewe mwenyewe ambao hujampokea Yesu Kristo, ukaweze kuomba maombi yangu, nyuma yangu ukampokea Yesu Kristo au Bwana Mwokozi wa maisha yako. Sema Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu zote, nioshe kwa damu yako. Asante kwa kunisamehe. Asante kwa kunifanya mwana wa Mungu. Mimi nimeokoka. Nimekuwa mtoto wa Mungu. Naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki.